Wiki kumwambia ilikuwambia cua chaguzi uaoka ili Mungu akatuchagulia rais atakayeisimamia Tanzania katika haki na kweli. Kazi ya kanisa ni moja, e amesikiliza mahali hapa na nanyi ambayonisikiliza kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok na Twitter, nanyi kanisa ambayo nisikiliza sanimoja kuiombea nchi, uchaguzi ukawe wa haki na ukweli, ukawa uchaguzi wa amani, ukawa uchaguzi utakaompendeza Mungu na sisi wanadamu, damu zisizokuwa na hatia zisiwanike kwa jina la Yesu, pide makozi na zi